Madereva wa kampuni ya China Henan International Corporation Group Co. Limited CHIKO inayotekeleza ujenzi wa mradi wa barabara njia nne kutoka Nsalaga hadi Ifisi wamegoma kufanya kazi wakidai stahiki zao. Wakizungumza na wanahabari, baadhi ya madereva hao wamesema hawalipwi mshahara wa uhakika na hata wakipata, wanajikuta kwa mwezi wanasalia na hadi shilingi elfu tatu kutokana na kampuni hiyo huwakata madereva hao makato mbalimbali ikiwemo upotevu wa mafuta. Kwa upande wake afisa rasilimali watu wa mradi wa ujenzi wa wa njia nne unaotekelezwa na kampuni ya China Henan International Corporation Group Co. Limited CHICO mkoa wa Mbeya Adili Mwasoloma amesema suala la makato ya mafuta kwenye mishahara ya madereva hao ni suala ambalo lipo kwenye mikataba yao. Ujenzi wa barabara ya njia nne kutoka Nsalaga hadi Ifisi mkoa wa Mbeya ambao umeanza Oktoba 2023, uliopangwa kutekelezwa kwa muda wa miezi 24 na lengo ilikuwa ukamilike mwezi Aprili mwaka huu, lakini hadi sasa bado haujakamilika. Kwa majina naitwa Ramazani Ramazani Ngonyani, ni dereva wa kampuni ya CHICO. Tumwaita hapa ndugu waandishi wa habari, tuna malalamiko yetu kama madereva. Tumejaribu kupambana na hii hali, sasa inafika miaka miwili. Madereva wanaishi maisha magumu sana. Moja, mafuta machache. Lita moja unaambiwa utembee kilomita mbili na mita mia mbili. Kwa kawaida lori ambayo imetumika zaidi ya miradi mitatu inachotakiwa kilomita lita moja itembee kilomita moja, moja. Itembee kilomita moja na nusu, na, na mita mia tatu hapo umetembea kwenye standardi ya kawaida pili. Madereva wanaishi katika maisha magumu kwa kipengele cha pili, wanaishi kwa kutegemea mshahara, mshahara wenye hawapati, wanaingiziwa hadi shilingi elfu nne kwa mwezi ukirudi nyumbani mtu akuelewi, anaona kama vile mnafanya nini. Unacheza nyumbani, unatoka nyumbani, unaenda kazini, unarudi, unarudisha mshahara shilingi elfu nne kwa hali ya kawaida tu ya Kitanzania. Mama Samia anapambana sana kutafuta hela aendeshe miradi, ili wafanyakazi wa Tanzania wafanyakazi wa Tanzania waishi maisha ya kawaida, lakini hela zote zinaenda kwa wenzetu wageni, zinaenda nje. Sisi wa Tanzania tunufaiki navyo, hakuna tunachokipata. Madereva wa Chico chapili dereva wa Chiko anafanya kazi, hana mkataba. Mimi sasa hivi nakaribia miezi nane sina mkataba, na waliopewa mikataba, hamna mtu aliyopewa mkataba wa miezi sita, ni wa miezi mitatu miwili, mi, mi, hamna mtu aliyopewa zaidi ya miezi mitatu, kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu muda wote, na sasa tunafanya nini? Tunamfukuza. Kwa hiyo wanachokifanya wao, wanatengeneza tumekataba tu ile tudogodogo, ili kwamba kumbana dereva asiwe asiwe anapiga makelele. Na hata hivi leo tumefikia kuja kuita nyinyi wenzetu, mtusaidie mtupazie sauti huku mbele, wakubwa wasikie taarifa. Tunachoomba madereva tusikilizwe, wakija viongozi basi watusikilize sisi hata dakika moja. Tukienda idara ya kazi, wanapiga simu huku, kuna mfanyakazi wenu amekuja anaitwa fulani bin fulani, huyo huyo anafukuzwa kazi, anakuwa na kazi leo. Mimi najitoa naongea maneno, najua mimi kazi kazi ya kesho sina Nitakuwa mtaani, lakini naongea hayo ili wenzangu walioko nyuma yangu hana hana na mazingira kazi, kazi magumu. Kampuni hii dereva anaishi maisha ya kawaida sana kwamba hata chakula cha mchana hajui anakula wapi Anakula, anakula, anakula wan, tunamuomba, tunamuomba. Ya Chico kampuni ka, iko Mbeya inatengeneza mradi wa Ifisi yako, tunakuomba utusaidie kwa hili. Tumefika mwisho, hatutaki kuiba. Sisi hatutaki tuchomwe moto mtaani. Tulijifunza fanya udereva, si tukateseke. Tunaomba mama uliko, tunajua una majukumu mengi sana, lakini na hili naomba uliangalie. Tunakuomba mama, tunakuomba mama Samia. Ndugu waandishi, tunashukuru kwa muda wenu mmetumia kutusikiliza. Mimi naitwa Ruben Hussein Bundara, kilio changu mimi hapa tunatengenezewa mikataba ya ovyo, halafu tunakatwa tunakatwa NSSF, halafu ukishakatwa NSSF kule haziingizwi, halafu safety hatuna za kufanyia kazi, mpaka tunafanya mazingira magumu sana, umeshaona. Kwa hiyo ninachoomba hilo nalo tusaidiwe, kwa hilo hapo mimi yangu ni machache tu, umeshaona. Hapa na na, na, na, miezi minane na mimi hapa niko hapa. Hmm. Lakini unakuta unaambiwa kwamba tunakukata inisitefu. Bila saka na barua nimemuelekeza tu nimeenda leo kuangalia. Hamna hata shilingi tano. Lakini unakatwa kila siku unatengenezewa lipali pailo lipa ya ovyo ovyo, kwamba wanakukata, kumbe hamna, kumbe zile hela wanakataka, lakini wanaweka tu hapo, wanakuwa wanakula tu wenyewe. Ma, majina anaitwa Gilbert Nsubisi, mwenye mbili. Mimi ni dereva wa CHICO. Nimefanya kazi miaka miwili. Mimi malalamiko yangu makubwa. Overtime sijawahi kulipwa. Umeona na masaa kazi kwenye mkataba walioandika walikuwa naeleweka. Lakini tunarudi saa nne kazini lakini overtime ulipwi. Na makato wa mafuta amekuwa ni mengi sana. Huko mwanzo tulikuwa nakata lita walikuwa wafati lita hizi za nani za sheli, walikuwa nakata lita elfu tano huko mwanzo, akaja sasa hizi maamiko kidogo yalitokea, wakawa na kupata mafuta ya shere, ndio hivyo tunakata elfu tatu. Miaka miwili na kata elfu tatu, hata ukicheki statement yangu ya benki, sijawahi kupokea mshahara uliokamilika. Yani kiufupi, mjomba, tuna mliko makubwa yani, Chiko yani, mjomba

Lakini hapa tuna malalamiko makubwa, sio haya. Kuna baadhi wetu wanaweza kuongea ila, wengine wanaogopa, wengine hawana vipaji vya kuongea, lakini malalamiko ni makubwa. David Bonga, mi ni dereva kampuni ya Chiko, si najenga huo mradi, ila tunamfaki nao huo mradi kwa ujumla, si madereva, watu wamefika mwisho na huo mradi, si tutaendelea Mungu anaitwa Francis Ambilikile Kashirilika. Ni dereva wa kampuni ya Chico. Nina, nimeanza kazi mwaka jana mwezi wa tano mpaka sasa hivi nakaribia kutimiza mwaka. E, kazi, tangia tumeanza kufanya, bosi tulivyomwomba kazi, alituambia kwamba magari yake anatumia zero ya 45. Lakini tumeendesha haya magari zero ya 45 yanatukatalia, ya tulimwambia bosi, msimamizi wetu anayetusimamia kazi kwamba tunaomba tuambilie meneja yule aje angalia confirm mafuta gari zetu zinakuleje mafuta. Alienda kumwambia, alirudisha jibu kwamba tajiri amesema magari hayo anayajua tangia miaka mingi kwamba yanakula mafuta ni zero ya 45. Tulirudia tena kumwambia msimamizi wetu wa kazi kwamba haya magari bosi, huwa ya yanabadilika, vitu vinalegea, na hivi ni vyuma, mashine zinachoka, kama ni pump nozzle plunger, huwa vitu hivyo vinatanuka kwa mafuta, magari yanaongeza ulaji. Akasema nitarudia tena kwenda kumwambia, alikwenda kumwambia, alikuja meneja wetu kule site akasema, mimi gari zangu ninazijua zinakula mafuta ni 0.45 kama mtaki kazi Nenda kule, tukajaribu kumwambia bosi, tunaomba uangalie wewe mwenyewe, tupande kwenye gari wote, wewe wewe ukae kushoto, tuendeshe gari uone kama sisi mafuta tunatumia vibaya au hatujui kuendesha gari. Alisema ambaye hataki, sitaki kabisa aguse kwenye gari yangu. Kuna baadhi ya jamaa hawapo hapa sasa hivi, amewafukuza. Ukiwa mwongeaji kama hivi Anakuambia ayo wewe wa njoo, anachukua job kadi yako, haijalishi kazi umeanza lini kufanya ni lini, anakuja na wewe huko wa, anakukadilia hela yoyote, anaweza kukupata elfu ishirini hata elfu thelathini ndio umeshafukuzwa kazi. Na mimi hapa sasa hivi na karibu mwaka, kwa hiyo hapa amenileta hapa kwamba anilipe hela ya ya mwezi huu, nayo sio yote, na maana atanikata mafuta, anasema na rosi ya mafuta kwa mwezi huu zaidi ya lita sabini. Sasa ndugu waandishi wa habari, akinikata hela hiyo nakuwa napata nini hapo? Tunashindwa hata kulea familia zetu, na wakati huo viongozi walisema huu mradi utatunufaisha, utafanya nini yeye. Anasema tunaiba mafuta, lakini anasema tunaiba mafuta, hajawahi kutukuta tunaiba sisi mafuta. Tukamwambia wewe bosi, sisi tufanye kazi hii, kama utakuta mtu anayeiba mafuta, wewe mchukulie. Wewe watu wa mtu anayeiba mafuta ametukatalia kabisa, yeye ye shida yake hataki kwamba kukonfirm, kuangalia gari zake zinakula mafuta kiasi gani. Naitwa John David Siwale, ni dereva wa kampuni ya Chico na mwaka mmoja na miezi kama sita kwenye hii kampuni. Hawa majamaa kero yetu kubwa sisi madereva ni losi za mafuta. Historia, jiografia ya Mbeya ni milima, anapokupa lita moja nasema utembelee zile 0.5 na wakati muda huo huo hiyo miundombinu ya hii barabara tunaoitengeneza tunakutana na milima mikubwa tunapata losi kwa namna ambavyo wao wanakata mafuta, wanajikatia mafuta. Yani losi zao ni za kukata mafuta. Kuhusu swala la mshahara, madereva sisi hatuna mshahara tunaofanya kazi kwenye hii kampuni ya Chiko Mbea, hatuna grantia ya mshahara. Tushawahi kufanya kazi mwezi mzima, nika, nika sign payroll shilingi elfu tatu. Mwisho wa mwezi sikuambulia hata kitu, hela zote. Ukiuliza wanakwambia tumekata kwenye mafuta. Madereva wengi wamepita kwenye hii kampuni, sosi kubwa ni mafuta. Losi za mafuta, wanakata mafuta, wanaamua kuacha kazi na kuondoka. Viongozi wanakuja hapa, hawajawahi kutukutanisha sisi madereva kutuuliza kero zetu ni nini. Hata ukichunguza kwenye mradi, ukiangalia jinsi unavyosuasua, sio kwamba unasuasua kwa sababu gani. Madereva kila siku wanabadilishwa. Wananchi wa mkoa wa Mbeya wako kwenye hatarishi kubwa sana. Kuna wakati mwingine tunaendesha magari kwa kutumia free, kutikisa gia ni free. Ambao umetoa gia, unataka gari iteremke bila gia sasa kuna ajali nyingi sana ambazo zinatokea hapa Mbeya kuhusu madereva Chico. Sababu ni nini? Unalazimika kufanya hivyo ili usikutane na rosi, kwa sababu rosi uibe usiibe na rosi ni ile ile pale, na kuna dereva anaoiba. Ukiangalia historia ya Mbeya ni milima, na gari tunazotumia hizi sio gari mpya, ni gari za zamani. Umeshaona tunatumia gari za zamani leo hii. Hapo ukiniuliza, ukiniambia kwamba mimi gari ya zamani iliyotoka kufanya kazi Kenya imekuja hapa nitembelee 0.5 kwa kila kilo, kilomita moja. Kwa hiyo changamoto kubwa sana sisi madereva ni kitu ambacho, kwa sababu sijawahi kukutana na laki tano, sijawahi kukutana na laki tatu, zaidi ya laki moja na nusu, laki elfu hamsini, ushaona? Zote hizo ni kwa ajili ya losi ya mafuta, wanatukata mafuta. Kwa majina naitwa Adili Mwasoloma, ni afisa rasilimali watu wa uh, huu mradi. Nahusika na wafanyakazi wote wanaoingia kutoka kwenye umradi. Actually nadhani ni swala la madereva ambayo limewaleta mpaka hapa, na shida yao kubwa, wanasema wanakatwa hela nyingi kwenye consumption ya mafuta, lakini kampuni kama kampuni ina ina, ina, ina utaratibu wake ambao mtu yeyote ambaye anataka kufanya kazi na mimi lazima usome ndo taratibu au kubali, ndipo apate kazi. Kwa hiyo, ya mafuta iko kwenye mkataba. Kwamba ukitumia mafuta zaidi, mimi sikuhesabia kama ni mwizi. Ila umenipotezea nishati yangu ya mafuta. Kwa maana nyingine umeniibia. Kwa mimi, madereva wangu wa matipa wote nimewekea kilomita 100 lita 45 au ni wa matipa. Madereva ya magari madogo hizo pickup, nimewekea kilomita lita kumi kilomita mia moja sawa, kulingana na udogo wa injini ya gari, lakini pia movement. Kwa hiyo utaona tofauti, na hakuna mtu ambaye ana meet hizo standard, kwamba dereva gari ndogo labda anaenda kilomita mia kwa lita kumi exactly, hakuna na hakuna dereva wa tipa ambaye ana mita standard kwamba anaenda kilomita 100 kwa lita 45 hakuna. Lakini kuna kiasi ambacho mimi kama mwajiri au mtu wa mradi natakiwa ni benefit, sinaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo mimi nikikupa lita 45 kwa kilomita 100, ukinipa lita 47 48 hakuna shida kwenye consumption ya mafuta, lakini ukinipa zaidi ya lita 50 kwa kilomita 100, kuna shida kubwa kwa ina maana uta develop loss kubwa ambayo tanifanya mimi nitumie gharama zaidi kupa mafuta mengine kwa kipindi kijacho. Kwa inayozidi kwenye kilomita 845 ndicho ambacho kinakatwa kama hasara. Kwa lazima nikukata hicho kitu kwa sababu umeniingizia hasara mimi. Mm, okay. Na mimi sitaki, nikishasema umeniingizia hasara sitaki kuwa na ushahidi kwamba umeniibia au hujaniibia, kwa sababu kuna siku unaenda sawa sana na unataka kama lita 45 kilomita mia moja. Na kuna siku unaenda tofauti ninavyotaka. Unaenda lita 50 less au 60 au 70 kwa kilomita mia moja. Kwa umbali ule ule ambao nilikupangia 45. Ni umbali ule ule unaenda kilomita unaenda mafuta zaidi lakini bado unabaki ule ule. Ndio hiyo hasara ambayo unapata kwenye kwenye mradi wangu. Kana ni shida ya chombo au kana shida ya kidereva? kwa sababu mimi na natumia gari ndogo sina skills za gari kubwa hizo tipa lakini kuna namna dereva ni sababu ya kusababisha mafuta tumike mengi au gari kawa ni sababu gari kutoa mafuta mengi? hizi breakdown gari gari, imeharibika ina ina, ina, ina. mafuta hizo ni issue za kawaida ambazo mimi nazisoti kama kazini. Sorti, na kama ajali kazini kwa na soti na hakuna hasara naifanya kwa magari imeharibika, pipe imepasuka labda, au gear ingii reverse sipatikani anaopiga tipa na kataa hizo ni makosa za kawaida ambazo ikitokea natuma gari yangu ya service, na ya service ya gari na skati ya mafuta ambayo yametumika kwa wakati huo, kwa kuanzia kwamba gari iliharibika. Lakini beyond that mafuta na uzidi lita 45 kwa 100, mradi ni ule mwezi wa kwanza, sawa unaweza na mradi kwa zile zile hatua za kwanza zile shughuli za kwanza kuandaa kwa camp kuandaa sio boro piti yote hiyo imefanyika, mimi nikiwepo. Na utajiuliza huu ni mwaka wa pili ya mradi, lakini issue imeraise, tunaelekea mwaka wa tatu. Huko nyuma mbona ipo kutokea kwa hao madereva ambao na leo ni wame, wame raise kwamba na wakafanyia deduction kubwa ya mafuta? Ndio hao madereva ni mazanao mradi na kwa walifanya kazi vizuri nani na hawa hao madereva ambao wanasema na wanalalamika wana hela ya mafuta na kata ni nyingi. Mwezi uliopita tu wa kumi, wa kwanza wa pili na wa kumi na mbili walikuwa safisha aggregate kutokea Inyala kuja camp na maana chakwa watu wanaoziona hapo. Na kuna dereva alikuwa na losi. Na kukua tofauti ya ya ya ya ratio. Ni hiyo hiyo ipo toka tunaanza mradi. Kabla mjafika hmm, nilikuwa nimekana kikao. Ya nini Sawa, nikamwambia mimi naongea na nyie kwa niaba ni ya, ya, ya mwajiri sawa, kwa niaba ya meneja wa mradi, na nachoongea na nyie natafuta suruhu. Maoni yangu naenda aenda ukaakubwa na watu wa mradi majibu <laughs> kwao. Nimeongea nao asubuhi after lunch sana, na ile nimekuja ukaa na bosi wangu sasa

kuweka bayana ili swala na kutafiya funguzi mtahitaji muda pia, ili niweze kuprotocol hatua kwa hatua kabla sijarudia. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.